Mimi na congratulate na congratulate Mama Suluhu. Hata afaa aitwe mama, huyo ni mwanaume. Huyo afaa aitwe mama, huyo ni mwanaume. Ile kitu amefanya, hata <laughs> wanaume wengi hawezi fanya. Huyo si mwanamke. Watanzania wa, waache kulialia mara oh, mama ameiba kura, mama amefanya nini. Mama hajaiba kura, wacheni mama wafanye kazi shida ile mko naye hakuna demokrasi Tanzania. Anzeni kutengeneza katiba yenu polepole, pole, pole, pole, pole ndio ufike mambo ya election. Msipotengeneza katiba yenu, hata 20, hii election inakuja mama Suluhu akisimama bado atashinda, so msikwenda, anzeni na katiba yenu. Katiba gani nilasema ati mtu akishatangazwa na chairman huwezi mpeleka kotini? Hiyo ni katiba gani? hiyo ni katiba gani? Watu wa Tanzania, uweni warevu kwanza. Nyinyi mnaanza na juu badala mwanze na chini, anza na chini kutengeneza katiba. Mukisha tengeneza katiba, kila kitu itakuja pole pole. Nyinyi mnafikiria Raila akifungwa sijui miaka nane anarudi anarudi tena, ndio unafikiria. Alikuwa anapigania nini? Nyinyi hata hakuna mtu amefia amefungwa miaka nane, mnaanza kulialia hapa huo. Oh, mara Tundu Lissu, Tundu Lissu alimaliza hata mwaka moja. Tundu Lissu aliwaambia nyinyi No reform no election. Nyinyi mnaona ni michezo. Ikifika siku ya election, ndo mnaenda kumaandamana, mnafanya hiyo hiyo kitu, mnafanya hizi wasaidia. Tengenezeni katiba kwanza, mwanze na hapo.